Lakini leo niko hapa katika tawi hili la Ngurumo ya Radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum kuelekea katika mchezo huo. Safari hii tumedhamiria ubaya bwela, na tunapiga kila eneo na tunakusanya kila nguvu na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii, ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Wachawi wengi ndugu za nguvu baba watu, msifikiri tunakwama tu kwa bahati mbaya, na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu finali ya tarehe tisa. Kwa mantiki hiyo basi niko hapa gurume aradi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe 9 naye si mwingine ni Mtume Boniface Mwamposa. Juzi nilikuwa safari nikiwa kule uh, uh, safari ya uh, Mbeya, nikatumiwa Mbeya, Mbeya, nika, nika ujumbe, nimealikwa nime na timu ya mpila, timu ya uh, Simba <laughs> uh -huh. Nimealikwa. Ni kiongozi wa timu zote. Hapa kuna Simba. Here, mm, there is Simba. Hapa kuna Yanga. Hapa kuna wale wanaoitwa JKT. Hapa kuna Manchester United. Yeah. Hapa kuna nini London, wengine wale? Here there is hapa. Barcelona. Azam. Azam. Hapa kuna Azam. Yes. Here there is Azam. Hapa kuna nini Mbeya, Liverpool. Yeah. Mbeya, Liverpool. Mbeya. Yes. Singida United. Sasa, na watu wakachukua mpaka nguo yangu nimevaa, mimi sikuvaa hiyo, lakini jezi yao ni rangi hiyo. Ni jambo jema tu watu wa mpira kualika watumishi wa Mungu wawabariki, waombe. Ukiona umeanza kutafuta watumishi wa Mungu, waganga wameshakosa soko katika

Sema amen. Sema amen. Leo niko safari au nipo Dar es Salaam. Lakini nitawakumbuka kwa sababu wametukuarika, na mimi nitawakumbuka kuwaombea kwa sababu mchezo huu anaenda kucheza sio wa timu za hapa Tanzania. Tunazungumza juu ya Tanzania na nchi nyingine, hata kama ni klabu ya Simba pia kuna karibu klabu nyingine itacheza uh, uh, empl na nchi zingine, tutaziombea kwa sababu mpira ni ajira ya vijana wetu, ni ajira kabisa na ni ajira ya mabilionea. Sasa, hawa oh, watu wakachukua na bendera yetu, acha Yesu aingie kila mahali kwa jina la Yesu. Kwa hiyo watu wote mliosikia hiyo. Hiyo maana yake. That means ni mwaliko kumba walileta na barua They They even are bringing to me, mimi nimepewa tu taarifa nikiwa kule. Hata kama sita kuwepo, niko safarini, nitatuma wachungaji au mchungaji, tuna wachungaji wengi wanapenda mipira sana, wataniwakilisha hata. Lakini tumepokea mawaliko wao wa

Kila wakati mpira ukianza unatafuta, mbona hatumuoni? Mimi nina safari nyingi na kazi nyingi katika kipindi hiki tunachoenda na mikutano. Lakini nikikosa kabisa, wachungaji wangu wataniwakilisha. Lakini tumepokea mwaliko na heshima hii kwa jina na oh, really tunawaombea ushindi, hey! kwa jina, pigia Yesu makofi. Nilisikia wakizungumza kwamba kuna wachawi na matunguli wengine wanaroga. Tunaangusha ulozi na matunguli yote kwa jina. In the name of Jesus. wakiwa wametambua madhabahu ya Mungu, ni baraka tu. Sema, ni baraka tu. Sema tena, ni baraka tu. Ongeza sauti, ni baraka tu. Ila anapenda watu wajue, mimi ni kiongozi wa timu wa watu wote hapa. Nina watu wa Simba na watu wa Yanga na watu wa Azam, Morogoro United na watu wa kule Singida, kuna nini? Mtibwa, unazifahamu Fountain. Fountain Gate. Sana eh? <laughs> Haleluya, amen, ni jambo jema tu, na katika mchezo wanaoenda kucheza, In the game that they're going to play. Wakaona ni vema so that katika wageni wa heshima au wageni guests maalum

Mungu afanikishe kwa jina la Yesu, tunaombea dua yetu na maombi kwa jina